Dkt. Chaya, Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25, Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imepanga kutekeleza miradi mbalimbali ya umwagiliaji nchini zikiwemo skimu za umwagiliaji za Udima na Mbwasa zilizopo katika halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa skimu za Udima na Mbwasa kwa ajili ya ujenzi. Taratibu za manunuzi kwa ajili ya ujenzi wa skimu ya Mbwasa umekamilika mwezi Februari mwaka 2025 na mkandarasi amekabidhiwa eneo la mradi. Aidha, skimu ya Udimai ilitangazwa kwa ajili ya kupata mkandarasi ili taratibu za, ila taratibu za manunuzi hazikukamilika. Skimu hiyo imetangazwa tena ili kumpata mkandarasi ambaye atakamilisha ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, kukamilika kwa miradi hii kutanufaisha wakazi zaidi ya elfu kumi na tatu wa vijiji vya Kitinku, Mbwasa, Mwiboo, Chikuyu, Chilejeo na Mtiwe vilivyopo halmashauri ya wilaya ya Manyoni kacha. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, nayo maswali mawili ya nyongeza. Katika kata ya Sanza iliyoko halmashauri ya wilaya ya Manyoni kuna mto mkubwa ambao unamwaga maji kwenye vijiji vinne na ni potential kwa kilimo cha umwagiliaji. Je, nini mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba wanaanzisha skimu ya umwagiliaji katika kata ya Sanza? Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, katika kata ya Makulu iliyoko halmashauri ya wilaya ya Manyoni kuna skimu ya umwagiliaji ya Msemembo ambayo imeharibika ndani ya miaka mitatu sasa. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba tunawanusuru wakulima hao? Asante sana. Waziri. Asante sana mheshimiwa naibu spika, cha kwanza nimpongeze sana mheshimiwa mbunge Pius Chaya kwa kufanya kazi nzuri kwa wananchi wa jimbo la Manyoni Mashariki, na jambo moja ambalo nimthibitishie tu kwamba E, katika hii mkakati wa kuanzisha skimu ya umwagiliaji katika kata ya Sanza e, tuko katika hatua ya upembuzi yakinifu kwao tunaendelea kufanya. Baada ya hapo, maana tutatangaza mkandarasi ili sasa aweze kupatikana na kutekeleza mradi huo. Na kuhusu marekebisho kwenye mradi wa masemembo e, hayo yapo katika mpango wetu na katika kila mwaka wa fedha tunatenga fedha kwa ajili ya ukarabati kwao, na jambo hilo vile vile tutalitekeleza. Asante misho.